Inasemekana katika bara la Amerika Kaskazini, nchini Kanada, sehemu ijulikanayo kama jimbo la Alaska, miongoni mwa sehemu zenye baridi kali sana duniani, huwa inafika mpaka negative themanini. Kuna ndege ijulikanayo kama Flight 66. Ndege hii hutua mara moja tu kwa mwaka mzima na hupotea bila kujulikana, huwa inaendaga wapi. Kila mwezi wa 12 wa mwaka, ndege hii ya zamani hushuka kwenye uwanja wa mbali kaskazini mwa Alaska ndege hiyo yenye mwonekano wa zamani iliyojaa kutu inaibuka kutoka kwenye ukungu mkali wa baridi. Haina rubani, haina wahudumu, taa zinawaka pia, huonekana tu vivuli vya watu kwenye kila dirisha. Wenyeji wa Alaska husema ni ndege iliyowahi kupata ajali mwaka 1953 lakini haijawahi kuacha kuruka. Kwenye kila mwaka lazima itaonekana mara moja, kisha hupotea lakini kijana mmoja mdadisi ajulikanaye kwa jina la Andrew mkazi wa Alaska alijaribu kutaka kuifanyia uchunguzi ndege hiyo mara tu itakapotua siku husika. Ilifika ndege ile, ilitua. Andrew, bila ya uoga, aliingia ndani akiwa na kamera yake. Alikuta ndani kuna usafi wa ajabu, isipokuwa abiria walikuwa mafuvu matupu. Andrew akiwa katika hali ya mshangao, huku anachukua matukio kwa picha lakini ghafla ndege ile ilijifunga mlango kwa nguvu, kisha ikaanza kwenda polepole pole, na baadaye ikaanza kupaa. Andrew alipiga kelele sana, lakini bila ya msaada wowote. Hatimaye ndege ile ilipotelea mawinguni. Kitu pekee ambacho wakazi wa Alaska hawakukijua kuhusiana na ndege hiyo, Flight sitini na sita, ilikuwa ikihitaji mtu mmoja tu kwa mwaka ili iweze kuruka tena kwa mwaka mzima.